Lakini pia mnafahamu hapa Arusha tumekuwa na mambo ya stendi na soko vinaimbwa kila siku. Kila siku wimbo wa stendi. Wakati mwingine hakuna hata vyombo vya kupigwa, lakini kuna mtu anaanza pambio stendi inajengwa na soko linajengwa. Hakuna stendi iliyojengwa wala soko lilojengwa. Tukakimbizana tena. Mwanasheria mkuu, nisaidie watu wana mkwamo. Hivi tunavyoongea leo, kwa taarifa tulizonazo, ya kwamba tayari tenda imetangazwa ya kujenga soko la kisasa la Kilombero, soko la kisasa kwa Mlombo, stendi yetu ya mkoa wa Arusha, na ujenzi unaotengenezwa katika eneo la gardeni la Mtosemi. Ninawashukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI. Tunamshukuru sana kaka yangu Hamza mwanasheria mkuu. Na niwapongeze sana watendaji wa jiji la Arusha. Na mstahiki meya, baada ya utaratibu huu sasa, hamtatudai tena stendi. Tunataka stendi ijengwe, wananchi wa mkoa wa Arusha watembee kifua wa mbele. Angalau tufanane na majiji duniani. Hapa stendi, mheshimiwa waziri, ni moja ya siasa kubwa sana. Na chama changu kiliahidi, Chama cha Mapinduzi lakini kwa sababu kuna baadhi ya watu hawapenda migogoro. Yaani kuna wale watu wenye roho ya kuunganisha watu. Lakini kuna watu wana roho ya faraka tu. Kila hata akikaa hapo utafikia ameumwa na amebeba kunguni ndani yake. Anaanza kujikung'uta mpaka wote mtanyanyuka kwenye viti mnatoka. Yaani hawezi kukaa mahala bila kuwa na amani. Ni migogoro tu. Sasa migogoro hii tumesema Arusha umefika mwisho wake. Tunasema mwaka huu migogoro, tunaagana na migogoro yote. Tunataka jambo hili tu, maendeleo. Tunataka kauli ya maendeleo kuanzia asubuhi, mchana, jioni, na hatupendi viongozi wanaolialia. Ukiwa kiongozi unalialia, kaa honi, ukigusa tu ah. Tunataka viongozi wanaotafuta majibu ya changamoto za watu wao. Daktari Samia ameshatupa nyenzo zote, hatupaswi kwa miongoni mwa kugombana kulumbana. Tunataka maendeleo. Wanaarusha wanachotaka ni maendeleo. Wanaarusha wanataka kuiona Arusha yao imebadilika, sio kila mara tunajadili stendi, haina mwisho hey. Tunang'ang'ana soko halijengwi, hata kilo kiuliza wanavutana, mara eneo hili liko ndio lijengwe stendi, sasa eneo hili halifai, nimekaa juu